Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwenye tafakari yenye kichwa Simu janja na moyo janja. Kuletia tafakari ni mimi Padri Dr. Faustini Kamugisha, paroko wa parokia ya Minziro na msimamizi wa kituo cha hija cha Mtakatifu Yohane Maria Muzei. Somo linalotuongoza ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa pili Wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Neno la Mungu Tenishu. Wapendwa katika Kristo, e, simu zinapakana lakini wakati mwingine mioyo aipakani. Simu janja zinatufanya tuwe karibu na mtu aliyeko mbali lakini wakati mwingine zinatufanya tuwe mbali na mtu aliye karibu. Zinakuwa daraja na mtu aliyeko mbali, lakini wakati mwingine zinakuwa ukuta wa mtu aliye karibu. Simu inatuunganisha, simu inatutenga, simu inatutenga kihisia. Profesa Sheri Tuki, mtaalamu wa teknolojia na mahusiano, alisema nina nukuu, tuko peke yetu pamoja kila mtu kwenye kifaa chake, lakini mioyo yetu haigusani. Tuko pamoja kimwili, lakini kihisia tuko mbali. Simjanja inavyoleta mtu wa mbali akawa karibu, moyo janja huleta mtu aliyeko karibu na awe karibu kweli. Mtume Paulo anatushauri wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Tuangazie maeneo matatu ambapo tusifuatishe namna ya dunia hii katika matumizi ya simu. Kwanza ni meza ya chakula. Mtindo wa dunia hii ni simu janja za mawasiliano kutawala mezani, badala ya mioyo janja ya mawasiliano kutawala. Papa Francisko ingawa ameaga dunia bado anaongea, alisema hivi wakati wa kula chakula mezani zima simu yako ongea familia ni shule ya mawasiliano si ukumbi wa kimya unaoangazwa na skrini mwisho wa kunukuu hayo ni maneno yake kutoka kwenye katikesi kwa familia mwaka elfu mbili kumi na sita alisisitiza kwamba mezani kuwa ni mahali pa kufungua nyoyo badala ya kufungua simu ama skrini Pili ni kanisani au katika mahusiano yetu na Mungu. Papa Francisco bado anaongea na, na mnukuu, ukiamka asubuhi kitu cha kwanza si kuangalia simu, bali kuinua moyo kwa Mungu. Ni maneno ya Papa Francisco kutoka hotuba yake kwa vijana huko Roma mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Aliwalika vijana kuinua moyo janja kwa Mungu badala ya kuinua simu janja kwa binadamu. Ongea na Mungu kabla ya kuongea na mtu asubuhi. Makanisa mengi yana mabango juu ya matumizi ya simu kanisani. Kwa mfano, utakuta bango linasema, zima simu, washa moyo. Bango lingine, wakati wa misa, chagua mkombozi, si skrini ya simu. Bango jingine, Yesu alijitoa maisha yako, je, wewe hauwezi kutoa dakika 60 bila simu? eneo la tatu ni eneo la mitaani. Papa Benedikto wa kumi na sita baada anaongea. Alisema dunia ya kidijitali si mbadala wa uzoefu halisi wa kukutana na mwingine. Ni kutoka katika ujumbe wake kwa siku ya mawasiliano mwaka 2011. kuna umuhimu wa mawasiliano ya kweli ya ana kwa ana ikiwezekana. Kama mtu yuko mbali sawa, ampigie simu, lakini ikiwezekana kuzungumza nayo ana kwa ana kuna umuhimu mkubwa. Mama Teresa alibainisha, upweke mkubwa si kukosa chakula bali kutokuwa na mtu wa kuzungumza naye. Teknolojia haijengi mahusiano ya ndani kwa baadhi ya watu, kwa baadhi ya watu. Yote akishasemwa, simu janja inahitaji mtandao ili kufanya kazi vizuri, moyo janja unahitaji kuunganika na Mungu ili kufanya kazi vizuri. Usiwe mbali na mtandao wa Mwenyezi Mungu kupitia matendo ya huruma, sala, tafakari na kufunga. Simu janja inaongozwa na akili bandia. Moyo janja unaongozwa na dhamiri, upendo, imani, matumaini na Roho Mtakatifu. Tumsifi Yesu Kristo. Wapendo wa wasikilizaji na watazamaji, usahau kushare, kulike, kusubscribe Napenda nikutangazie kitabu changu kipya, Maneno Saba kwa Yesu Msalabani. Yesu alipokuwa msalabani, aliongea maneno saba, alisema maneno saba, lakini na yeye walimwambia maneno saba. Mungu ana neno, Mungu ana neno, binadamu ana maneno. Kati ya maneno saba aliyoambiwa, maneno mawili yalikuwa yanatia matumaini, neno la mwizi Dismas, nikumbuke akaomba kukumbukwa, na sisi tumekumbukwa, na neno la akida akasema, akika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Lakini maneno yaliyobaki ilikuwa ni kejeli, ni simango, ni dharau. Wewe kama ni wana wa Mungu, jiokoe, shuka toka msalabani. Lakini akushuka kwa sababu ikawa, unaambia e, askari atoke uwanja wa vita ili tambue kama ni askari. Akushuka anatufundisha uvumilivu. Kitabu hiki bei yake ni shilingi elfu tano. Ukitaka kukipata, wasiliana na mimi, namba yangu ya simu ni ziro saba tano tisa tisa ziro ziro moja mbili mbili Narudia, ziro saba tano tisa tisa ziro ziro moja mbili mbili Tumsifu Yesu Kristo.